Na ifuatayo ni top 5 ya viwanja vinavyoingiza watu wengi zaidi kwa wakati mmoja. Hapa nazungumzia kuhusiana na viwanja vya mpira wa miguu na michezo mingine, viwanja vingine vingine vinajumuisha na michezo. Camp Nou kinapatikana katika, kinatumika na klabu ya FC Barcelona na kinaingiza mashabiki elfu tisini na tisa mia tatu hamsini na nne kwa wakati mmoja, yani wanaweza sitting capacity, maana hapa tunazungumzia watu ambao wanaoketi ni watu elfu tisini na tisa mia tatu hamsini na nne. Na uwanja namba nne ni Melbourne Cricket Ground. Huu Melbourne Cricket Ground unapatikana katika nchi ya Australia na una kapasiti yake ya watu kuingiza, inaingiza mashabiki laki moja na ishirini na nne uwanja wa Melbourne Cricket Ground unapatikana katika nchi ya Australia na capacity yake ni unaingiza mashabiki laki moja na ishirini na nne. Na uwanja namba tatu ni uwanja wa Ohio Stadium, unapatikana katika nchi ya Marekani. Ohio Stadium ambaye capacity yake ya watu unaingiza mashabiki laki moja elfu mbili mia saba na themanini, yaani laki moja laki moja elfu mbili mia saba na themanini wanaweza kuketi kabisa, ndo stadium capacity yake na uwanja namba mbili ni uwanja wa Michigan Stadium. Hii Michigan inapatikana nchini United States huko huko Marekani. Na unaingiza watu laki moja, elfu saba, mia sita na moja. Au laki moja, elfu saba, mia sita na moja, na wana uwezo kuketi kabisa kwenye city, city capacity. Na namba moja kabla kwenda, kabla tujaenda namba moja, nikukumbusha tu tembeeni kwenye tazamaji channel yako hii pendwa, subscribe na pia bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata habari zetu punde tunapozipost. Uwanja namba moja. Au, ni uwanja wa Langrado First of May Stadium. Ni uwanja ambao unapatikana katika nchi ya Korea na unaingiza mashabiki laki moja na elfu kumi na nne kwa wakati mmoja. Na hivyo ni viwanja vitano vinavyoingiza mashabiki wengi zaidi duniani.